Ardhi hii kuna wakati haikuwepo, ti lakini Mungu akaiamrisha ikatoka mahali na ikawa, akaiweka chakula kwa ajili yako. Leo hii una karanga intore unakaranga samaki, unakaranga amafi, unakaranga sombe. Unakaranga sombe, lakini hauwezi ukakaa kwa nafsi yako ukaitafakari, ni nani huyu aliwaza kuitengeneza hiyo kitu ili ikuwe faida kwa mwili wako.

Hebu tengeneza neema ya huyo Mungu. Kuna watu wengine kama wanadamu ndio wangekuwa wanatuangalia maisha, leo hatungeishi kama ni mwanadamu angalikuwa na kupimia maisha kulingana na zile makosa unafanya kila siku, kulingana na ile kumchokesha Mungu unachokesha unachokesha, ungelikuwa unaondolewa kitambo, lakini neema ya Mungu, neema imetutosha. Mwimbaji anapoimba wimbo huo ameficha siri nyingi ndani ya maneno haya na Roho Mungu alipomshukia akamfunulia ule wimbo, ilikuwa ni wewe umfanyie Mungu ibada kwa kutumia wimboutakapokataa kumfanyia Mungu ibada ibadamawe yatainuliwa yamfanyie Mungu ibada usindani jua haina uwezo ya kumfanyia Mungu ibada Usidhani si mbwala mwezi haina uwezo ya kumfanyia Mungu ibada. Usidhani si viwete hawana uwezo wa kumfanyia Mungu ibada. Usidhani wewe ni bora kuliko vipofu. Wewe usidhani ni bora kuliko viziwi. Usidhani wewe ni bora kuliko mti. Usidhani ni bora kuliko ng'ombe. Ushindani wewe ni bora kuliko nyoka, ukimwona unamuua. Ni neema tu, jifundishe kufanya ibada, toa nafsi yako. Mtima, ishikanishe na roho wa Mungu, mfanyie Mungu ibada iliyo kamili, hata kama ni kwa nusu saa, hata saa, kama ni kwa dakika kumi, hata kama ni siku mzima mzima. Usijifananisha na yule anaifanya mwaka mzima. Dakika zako tano maanisha ibada yako kwa Mungu. Just make it real. Just make it real. Ifanye tu kwamba ibada hii ni ya dakika tano, lakini ninaimaanisha. Ujanipa mwaka mzima, sina uwezo ya kukufanyia kwa mwaka yote.